Huku ulimwengu ukijiandaa kuadhimisha siku ya makavazi, tunaangazia juhudi za Charles Leshore za kuhifadhi historia kupitia makavazi ya Maa huko Rongai, kaunti ya Kajiado. Leshore ametumia fursa hii kufunza jamii mbalimbali mbali, na kuhifadhi kumbukumbu eh, -kumbu za wale waliopigania taifa hili. Charles anasema alichukua hatua hiyo baada ya kuona kuna pengo la kuhifadhi kumbukumbu -kumbu za jamii ya Wamasai. Robert Masai na mengi zaidi. Okay. Yeah. So, katika mtaa wa Leisahil mjini Rongai, kaunti ya Kajiado, kuna makavazi ya aina yake. Hapa ni mojawapo ya makavazi ya kibinafsi yanayofahamika kwa jina la makavazi ya Maa. Charles Leshore, ambaye ni mtafiti, amehifadhi historia chungu nzima hapa, kuanzia ile ya waliopigania uhuru wa nchi, tamaduni ya jamii ya Maa, pamoja na maswala yanayohusu mazingira na wanyamapori linahifadhi mambo mengi hapa, iwe artifacts iwe vitabu iwe historia e, madawa ya kiasili, artifacts za wanyama, ili wale wanakuja hapa wanaweza kuja kusoma. Na pia katika boma langu tuko na bedroom mbili ambayo ni library e, tunaita book cafe ambayo wafadhili I mean, researchers na scholars wanakuja kuomba vitabu, lakini pia katika vitabu hizo utapata historia yote ya Wamaasai iwe ya Wamaasai wa Tanzania, iwe issues ya Ngorongoro, iwe mambo ya Amboseli, e, mambo ya Amboseli mambo ya trust yote yanapatikana hapa. Mtafiti huyo mwenye umri wa miaka 55 amekuwa akifanya kazi hii kwa miaka mitano sasa, lakini ni nini ilimchochea kuzamia shughuli hii ambayo inatoa picha ya matukio ya zamani na ni nikiwa katika jamii niliona mambo mengi ambayo wako nayo, yale ambayo yanasaidia jamii. Niliona artifacts zao ambayo zinabeba historia yao, na nikaanza kufanya kitu inaitwa collections, na baada ya hiyo niliweza kuweka vitu hapa. Wakati niliacha hiyo kazi, niliweza kufungua museum Kisamis, na baadaye tulipata award ya UN Best Tourist Village 2021 kati ya wale applicants walikuwa 175 katika nchi Jamii ya Masa inafahamika sana katika juhudi za kutunza miti ambayo hutegemewa kwa dawa za kitamaduni pamoja na kuwalinda wanyamapori. Charles akisema anatumia fursa hiyo kuhamasisha jamii kuhusu haja ya kuendeleza juhudi hizo. Famasi ya Masai iko katika msitu. miti ambazo tunahitaji kwa sherehe zetu siko kwa msitu, na Kenya haijakuwa na urafiki ya miti. Kwa hivyo nataka tushukulie kampeni ya president ya kuplant eh, bilioni miti bilioni kumi na tano E, na tuhifadhi na tuiweke kwa sababu miti ziko si na umuhimu, na you joke with nature, nature destroys you. Hata hivyo kama shughuli nyingine ile, zipo changamoto katika kazi hii, ili unaweza kwenda katika sherehe kubwa ya kiserikali kama national days uweke exhibition ili usomeshe wakubwa wetu na wanafunzi na, na inakuwa wanapita. Kwa hivyo hiyo imekuwa ikitufunja moyo sana kwa sababu they don't really recognize exhibitions and the role that museums uh, play another challenge is facilities hatuna mahali ambayo tunaweza fungua museum ili iwe to the public uh, another challenge ni funding sisi wale ambayo cultural practitioners tuko na museum ndogondogo, ni ngumu sana kupata fedha. Na huku Charles akiendeleza juhudi hizi za uhifadhi wa historia na kumbukumbu, ana wito huu kwa Wakenya pamoja na serikali. Lazima pia tuhakikishe kwamba wakati huu tunaingia katika museums, kama Wanakenya tupende museum zetu, tusione ati ni ya mzungu, kwa sababu historia ni yetu. Historia ambayo imelala hapa na Dedan Kimathi ni historia ya Kenya. Wito wa Charles kwa wizara husika ni jitokeze na washike mikono watu ambao wamejitolea na kuweka juhudi za kuhifadhi historia ili kufaidi siku za baadaye. Robert Masai, runinga ya Citizen, Rongai, kaunti ya Kajiado. Mtazamaji, taarifa yake Robert Masai inatamatisha wa mia ya kwanza ya sema leo mwingi wa kaunti tanejana mengi zaidi hivi punde.